Mwanamke, nyege za mwanamke huwa zinaanza saa tatu mpaka saa sita usiku, alafu nyege za mwanamume zinasimama kuanzia saa sita mpaka asubuhi. Ndio maana unaona asubuhi yenyewe anakugeuza twende naye, maana ishasimama. Lakini nitakapo kutosheleza mapema, basi tutalala vizuri vizuri. Kwanza ujua ni dozi, ukifanya vizuri, walala bila tabu. Nashangaa mbona uko na insomnia na uko kwa ndoa. Yeah. Usiku mnaangaliana kama waganga, amulali hakuna kitu kitamu kama kufanyana. Mimi siku mbili tatu, kama hujanifanya na kuuliza, na shida gani? mm. mi nataka. Wewe ukiangalia hii mali wewe ni ya kukaa hata siku mbili tatu, unaniuliza, muulize yeah. Korir mi we Korir ile <laughs> Korir, hebu jibu, nimekwambia shoga yangu, nakuuliza we mpenzi, Ndoa, oh, hmm, naziheshimiwe. Yeah. Malazi yawe masafi. Si Biblia imesema ndoa, mm, naiheshimiwe na kila mmoja na malazi yawe masafi. Tutakapojua hilo tosha, maanake hata mme wangu kule nje akiona mwanamke atake kumtongoza atafikiria na vile anavyonifanyia, mke wangu chana naye, wacha nirudi Kwa hivyo jua kumdhibiti mkeo na yeye ajue kukudhibiti wewe, maanake ukitaka kunini kuenjoy basi ni nyote wawili, si mmoja. Na ukisikia mwanamke anakwambia waniua, waniumiza, sijui ujua hasikira. Hasikira mm, labda tansinywa na wewe akupandisha pandisha, ushushe, yaishe nduru za kuaminika mm, mm, mm. ja, n atinaumia Naumia wapi? Mishipa tu hiyo wewe nawe. <laughs> Nimekuja, nimesikia ukinitaja sana. Mimi nimekutaja. Na nikaona hiyo maswali unasumbua bwanangu kidogo, mimi ndio ni dili na wewe mantuman. So we ni mwanaume? We nikiuliza nini tu ili kufanya uvae pad? Wewe ulisema kimbikimbi havae nini? Hapana, nimekuuliza unijibu. Siku hii sio pad, hii ni daipa. Na mbona uivae daipa na ni watoto? Vitu ni kubwa inaendaenda endelea hivi. Yeye ndiye alifanya daipa? Hey. Ni content ama unavaa tu daipa? Nilivaa daipa hmm. Kama content lakini pia kuna usito wa mali unavaje? Huko na wazazi hey. Niko na wazazi wanaona ndio ujinga unafanya. Sio ujinga, natafuta unga. Unatafuta unga na daipa? Hey. Watu wakipewa kilo wakapewa dispenser ya makamasi hiyo, ndio inakusaidia unafikiria hivi. Hiyo hey. Sio dispenser ya makamasi Nikusema mkebe enye ni aliwekelea juu ya, ya shingo sasa. Unaendanga hivi tao unatembea hivi sasa ni, kama naweza tembea uchi mbona nisite? kama nilizaliwa uchi mbona nisitembee na diaper? In fact niko sawa kidogo hapa, niko sawa. Unanyesha diaper na pampers ni wanawake, akunyesha mwanamke anatumianga always hii, ni diaper. Alafu, acha nikuambie, unaona hii diaper? hmm. iko kwa wrong body Mapaja yako yenyewe ni rafu. Inda kana unaficha kwa apron, si kuvaa kwa trouser. Wewe oh, ushaiguza hii mapaja ni rafu. Si mimi naona hapo ni rafu. Hey! Unafaa utest. Unajua hiki kitu yenyewe nitaka nianze nayo ni kujam, kujam start akili. Ni kama kwa akili iko kidogo. Huwezi vaa diaper hivi na kuna watoto wana diaper. Kuna watoto ya kujam start ya akili. Haya, acha nikuulize. Nini ilikaa mtu, ilikaa mtu na idea gani ukasema uvae diaper? Okay, idea kasm nilikuwa nayo kwanza demo ya Facebook. Nilitaka trend na singe kufikia. Kwanza wewe singe kufikia kama sijafanya kitu ya ujinga. Sasa ilikuwa ufanya ubaya dai, hapo ndio nifikie vizuri sana wewe. Ni mlio ngajaribu ukulima ay! kama wewe ni mlio ulikatalia Nairobi, kwenye ulienda mwisho lini? Hapana, but sasa unatafuta aje hivyo? Sasa ukienda hivyo kwa soko, kama sasa ukikuita upige content, utapiga na hiyo pampas? Ah, si mimi napiga, bora audience ikubali, mimi naenda napiga. Na nikiuliza, akili yako tu iko sawa 99% ama tukupeleke real? Ai ai akili inafai kuwa na 100% but kuna iko 99, so hiyo moja tukikutana nayo itakuwa na we 100%. Hebu kwanza nikuulize how old are you? 28? si nimesema 28, lakini akili ni ya class two, ah, ah, baby class hmm. Wepo tu comfortable na pampas, unatembea na daiva ya watoto. We najua saa hii kuna mtoto mahali anayo daifa isio ya daipa watoto, ini ya watu wakubwa, kutuko na ya watoto na watu wakubwa. Sasa ukivaa daipa hii ndio napiga content ama ulikuwa nataka kutuende aje na daipa? So sikia, nikivaa daipa nitakacha attraction ya mtu apita Eh. Ongea pole pole. Unaweza nipita na suti kwa watu mtu wa, wa kuangalia. Hapana, kuna design mingi ya kutafuta content. Mm. Eh, hey, sunga jaribu nimekuambia ngajaribu kulima, uende tu na jembe kwa shamba ulimelime, wani hata gani. Nani drive kwa shamba? Follow me. Mm. Uh. Sio kwa sure watu wanakuona hivi. Eh, wanaona. Wana. Niko huko na demu. So, niko na nilikuwa na mademu. Mademu. Wewe ukakuwa na mademu, demu gani ataingia box yako kama ajapiga kibao ndio aone hiyo handsome yako. Hajafanya ni? Unavaa hivi uko na demu, kwa nini? Ni saa hii niko na demu, hata vile tunaongea na, naongea na demu na wewe demu, demu gani mimi, mimi gani mechizi? Mimi ni kudate wekani nimepotea. Kama una date kimbikimbi mbona mimi wachana kimbikimbi hata yana reason kukuliko. Wewe sasa wewe hata nikiambiwa tu na kudate na venye mapaja yako meacha inje, mapaja yenyewe hata haina kala mzuri kama tamino ja. Za batri sitasema inji bora wajaona kionja mchusi yako. Hey, my friend unawashinda sura, oh, hey. My friend, my lord, imagine kama unashinda mwenye mimi na date sura, eh, we unamshinda. Imagine yakaaje kama nyuma ya mguu ah. Nimesema tukikutana na wewe, eh? Utanipea akili. Sasa si hii ndio inaitwanga akili ya watu wawili kupatana. Okay, acha nikuulize. Mm. So obvious ukifanya content kuna message unapeana kwa society. So wewe na hii diaper yako unapeana kwa society. Society inawaambia, eh? Kama kuna mtu mgonjwa mwenye mwenye ako uh -huh. na mtu mgonjwa mwenye hawezi tembea kwenda choo. Aha. Usinione tena nimevaa diaper na naitumia vibaya. Mm. Uh wewe -huh. mtu asikunye kwa malazi, akojoe hey! kwa malazi, wewe mtafutie diaper.

mimi ni mtoto mkubwa. si mmenitosha? Aya nimekuuliza tu swali rais. Umetaka hiyo ikuwe for content. Yeah. Ukienda ku perform utava pamba. Ina depend na audience. Nini, nini umefunga kwa kichwa? Ah. Sasa uko kwa dai ama uko kwa kichwa? Mimi nakuuliza tu kila kitu mpaka mbona umeva vest ya watoto? Juu ni vest ya watoto. Ni vest ya watoto. Yes. Vest vest ya 50 ni ya watoto. Ah, nimekuuliza tu swali. Nimevaa vest ya 50 ni ya watoto. Aya nimekuuliza tu swali. Oh, nimevaa vest ya 50 lakini sio ya watoto. Nani eh, hey. Uh, let me ask you one question. Nikikuuliza enye unafanya kwa kuishi ni content? Enye nafanya ndio niishi. Na uko tu comfortable uko na manager? Niko na yeye. Niko na yeye. Huyo manager tu mlikaa na yeye chini mkadiscuss mbaya daipa. Manager wako pia yuko sawa <laughs> yeye skia, yeye mimi ndio nilimwambia fanya hivi, wewe nitafutie tupa Pampa. Kwa sababu mimi nimeanza usaniyani naka na meneja wao akutafutie pamba eh, akanunua box kumi, mkakosa kitu kingine, mkaamua mchukue box na pamba. Alinunua vitu mingi, lakini sasa kuna yenye mimi nilipenda.